Hapa pana maneno, ukiangalia dhahiri yake ni ya haki, lakini yana makusudio mabaya maovu. Hawa watatuharibia nchi, watapoteza mwelekeo wa nchi, kwa sababu Waislamu nao watakapokuja sasa udai haki zao kwa njia kama hiyo, msiwalaumu Waislamu, wana haki nyingi za kudai washaona kwamba kumbe tukitaka haki yetu tutumie njia hii eh? Waweza kuwadhibiti Waislamu? Mtu anayetoka aona kwamba mimi nikifa, kwa ni kifa nenda peponi. Waweza kumdhibiti? Wanaweza kudhibitiwa Waislamu kwa miongozo ni kutoka kwa mtume wao sallallahu alayhi wa aalihi wasallam. Lakini msitudanganye Waislamu, tusidanganyike hizi hali hakuna kitu kingine. Katika hutuba moja nilitoa kwamba kuna sababu zinazopelekea mambo haya, labda ukabila, labda hivi, lakini kataja udini. Na wallahi wa billahi, kwa haya yote tuliyosoma mpaka kufika Oktoba 29, 2025 tumebainikiwa kwamba ni udini ulio wazi kabisa. Leo sasa hivi wanahamasishwa vijana, tena watoke Disemba 9. Wakaidai hiyo haki yao na haki yenyewe ni kumpindua rais alio kwa madarakani. Wewe muislamu utakubali ujinga huo? Sasa hotuba zetu nyingine zitaendelea kulifafanua hilo. Mwamtaka nani sasa awe rais ambaye huyo sasa ndio muadilifu kwetu? Rais gani mnemtaka nyinyi? Na hiyo ndio njia sawa, au si sawa, au kadha. Lakini mimi maneno yangu ni hayo kwamba hizi ni kauli za uongo, zimedhihirishwa katika sura. Twataka haki bwana, itendeke bwana haki, bwana, sio wa kweli, waongo. Sisi tunasema haki lazima iwepo mahali popote, itawale haki na uadilifu, usawa mahali panapostahiki usawa, lakini amani iendelee kutunzwa na kuna njia za kudai haki hii: mahakama za ndani au za nje, hata mahakama ya Kiislamu na vingine. Kuna taratibu za kudai haki, lakini sisi hatusemi kwanza amani kwanza, alafu haki baadaye. Hatusemi hivyo, haki wakati wote iko. Lakini kweli maaskofu, mapadre, wachungaji, waandishi wa habari, wanasiasa, waandamanaji